Kama tulivyosikia juu ya tathmini ya mazingira ya ufanyaji biashara, kwamba bado kuna changamoto katika ufanyaji biashara katika maeneo mbalimbali, yakiwemo usafirishaji na uagizaji bidhaa, usajili na uhawilishaji wa mali, upatikanaji wa vibali na mengineyo. Ahadi yangu ni kuwa serikali itazifanyia kazi changamoto hizo, na nazitaka mamlaka za utoaji wa leseni na mamlaka za usimamizi kuchukua hatua za haraka katika maeneo yote ambayo yanahitaji kufanywa kazi ili kurahisisha ufanyaji biashara na kuweza kufikia malengo ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050 na malengo ya mpango wetu wa maendeleo wa mwaka 2021 hadi 2026.